N lakini mtu wake anasema, mimi nimeona wewe hii kazi yako sasa ni ya michezo. Sasa na hiyo kitu ambayo unataka mm hiyo -hmm. ni kam, jambo rahisi. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. Sawa. So, mwana sasa imekuwa rahisi sana nimekugeuza, umekuwa venye ulikuwa unataka ama uamini, sasa unaweza jiangalia vizuri uone hii mwili ni yako. Unaona na mwili hii mm. Mwili ni kama nilikuwa nayo kitambo kweli vizuri ulikuwa mm. mm. ni, sasa umebadilika bon, okay. Ndiyo. The reason why inataka ni ku close, ah, ni moja. Gani hiyo? Babu wasikie. Ah, kuna mtu tunafuata. Unafuata nani huyo? Ah, usikuwe na ukali. Unajua, unajua hapa hatupendi mambo ya michezo. Ulikuwa unafuata nani huyo? Ah, kuna mtu tunafuata. Relax. Eh, hebu sema, ulikuwa unafuata nani? Ah, kuna mtu tunafuata. Ah. Na kwa hiyo harakati ya kufuata mtu. Ah. Lazima tu change. Tumcheze karata Nyinyi ni wakora wa hii mitaa. Police, police officer. Kama, kama we ni askari, mbona a unacheza mtu karata? Ee, ua mnafuata gaidi. Hebu niambie nakupata nakuolewa so, ndio? Ama nitasema rangu rangu sijui nitasema nini because hii mimi ni rangu. Si nilikubadilisha au nilikuwa nataka hii mwile. So mimi na rangu tumeka kitu moja. Aha. Tunataka tugeuke huo mtu. Mbona? Si tuende territory zake. Magaidi yake sijui. Because kuna kitu inachezwa. Huo mtu anacheza tisa hii. Mara anasema amekufa. Mara watu watu wake wanasema amekufa. Sisi wenyewe tumemwona. <laughs> Uh, last month namuona lakini mtu wake anasema, this guy died 5 months ago. Ndio. Miezi tano imepita, imepita. Na mtu tumemuona last month ago. Ndio. Hata kama tunaipata sasa, sio tunataka tubadilike huyu jamaa, watu wake wasijue so, no. Kama watashtuka ama utaendelea kuwaona, uh, kitu nomo. Unajua mtu amekufa ukimuona probably itatoka ndio. Na mkena mpanda alikufa Ah, tukienda pata amekufa lazima tuitoe. Niambia nyinyi mko na michezo. Wewe uko na mchezo mingi sana. Kwanza venye nilikuwa nikifika na watu nikajua mambo yako ni michezo. It is not. Mtu ambaye amekufa unataka kwenda kumshika, ubadilike kama yeye mbona? Acha kufa? Hiyo ni nyinyi mnajua hajakufa. Tuko na evidence, tuko na evidence za kutosha that this guy is not dead. Umefuata? Because hapa ni palipangu hapa is a sacred place hapa mimi peke yangu nana, najua kila kitu nafanyika hapa a zake kabisa. Sasa hapa mnafaa kuenda na nani? Si mimi ah, si na afandeli. Kumaanisha nyinyi ni askari ama jini, ni watu wa nyinyi. <laughs> si mnafaa kushika huyo jangili

Hapana, huna leta mchezo mingi. Kwanza nilikwambia utoe sacrifice, umekataa kutoa sacrifice. Ah, mambo ya sacrifice nilikwambia. Najua umeshasema lazima nitoe sacrifice, right? Hiyo ni lazima, miungu lazima wapewe damu. Mm. Sasa wewe we unataka kwenda kushika askari, unataka kwenda kushika jangili, si ndio? Mm. Mimi nimewasaidia nishike jangili, mimi nitapata nini? Wewe utapata faida gani? Wewe utabarikiwa na miungu. Miungu gani? Mimi nataka wewe nimekusaidia. Wewe utanisaidia vipi? Nitakupatia kitu kidogo. Kitu kama gani? Kitu kidogo si pesa. No, nani ukwambia miungu anasaidiwa na pesa? Nikwambia unaleta michezo sasa. Unaona umeleta michezo kwa kazi ya miungu. Sasa unataka nini? Hapa lazima ungetoa damu, kama si damu nataka. Hakuna kitu nataka. Nataka damu. Sasa vile umeligeuza hivi. Ninaweza kukugeuza tena urudi venye ulikuwa. Najua hiyo. Eh, najua una uwezo lakini relax. Kwa hivyo lazima ufanye kila kitu ambacho nimekuambia. Hii test nafanya. Wewe uko na michezo wewe. Wewe, wacha venye niliona umefika hapa na watu. Nikaanza kushuku, nikaanza kususpect wewe. Achana na huyu amevaa bike. Kuna uwezekano umeleta michezo mingi sana hapa. Kamera mwana amevaa bike. Huyu director mwingine hata. Ana sije na police, akondo. Nini unafanya? Ona vitu babu, unafanya sasa? Au sijali, they are safe. Na nikisikia okay, ah, hii mambo imeonekana huko nje kazi, utajua ile asira ambayo miungu ni piani, ni sana serikali, my ma, ma ma. Ikifika mambo ya miungu hata serikali inaogopa. Nimekuambia nimesaidia wabunge wangapi hapa, ambao kwa serikali ambao wako na nguvu hata kukushinda. Mimi niko na uwezo Uki, i mambo ikionekana huko nje, wewe unaweza kuweza kuwa hata ngombe sahihi ama ukue tura kama kuna nguvu unajiamini, kuna nguvu ya 15. Sasa nyinyi huyo huyo jangili mtaka kuna kumshika kama mjamshika kama mlipata alikufa mtafanyaje? Si tutashika magaidi wake wote. Sasa ulikuja hapa uende ushike magaidi wake ama ulikuja hapa uende ushike ugaidi mwenyewe, si gaidi na majangili wake wote? Win win, it's a win win. Mimi mimi nimeona wewe hii kazi yako sasa ni ya michezo. A sasa na Mini, tukienda hivi Naona tuko hata tutakosana vibaya sana, sana, jambo gani hiyo? Yeah. Namnanga... Tunataka pali ambapo hakuna watu ambao wanatusumbua. Miungu huwa inapenda pali ambapo watu palikuna hakuna kelele mingi. Ukiona Mal, mali kichaka hapa hapa hakuna watu wanasumbua nini? Nasema nini? Tu, Yeah. Pesa, kichaka. Nisaidie pesa nini? Na nataka pesa, Mie, kata mi, na nataka pesa? Miungu inataka damu. Mimi nafanya kazi chini ya miungu, na miungu wakisema jambo fulani, hilo ndo mi nafanya. Umenisikiza vizuri? tajia majina ya wabunge umesaidia? Hiyo ni siri yangu na hao, huwa sitangazi mambo yangu huko inje. We mjuu unaenda kutangaza mambo yangu huko oh, inje oh, mimi watu ambao nimesaidia, hakuna wengine utaona huko nje. Unanisikiza vizuri sana. Una kijana we, umeanza kuleta mchezo, unasemaje? Hao bunge mbele, eh, unajua they are criminals because, eh, mtu anaweza geuka mtu mwingine. Acha, hapana, wao nimewasaidia, nimewasaidia wabunge wengi ambao, wengi ambao ni matajiri, okay, ukienda kwa hiyo bunge, wengi, wengine ndio hapana. Mambo yangu huwa sitoi huko nje. Ma, mimi nikikusaidia, mambo yetu inaishia hapa ndani, unanitolea sacrifice yangu inaishia hapa ndani, na kama mtana sacrifice, kama una sacrifice, niko na uwezo wa kurudisha ukoo wenye ulikuwa kitambo na nisikiza, miungu lazima wafurahishwe kupitia hiyo sacrifice, hakuna njia nyingine. Wewe unaleta mchezo wewe. Na kama unataka nikurudishe kuwa venye ulikuwa kitambo, hiyo ni jambo rahis, anafanya nafanya kwa dakika mbili. Sasa unaona, nilijua we kazi yako ni michezo. Sasa ulikuwa ndaka ukue kama ulikuwa mchezo kwa, kwa kazi yangu. Sasa mimi nitakutoa mimi. Ah. Mimi acha niende kuna pale ambapo nafaa ah. Kuna watu ambao umenengojea huko. Umejua? Ah. Sasa, tunakosana nini? Hii hii hi, taifa hii nchi ukiangalia hivi. Watu ambao ni matajiri hapa hmm. Wamepitia hapa kwangu. Na wote walitoa sacrifice. Wengine wametoa watoto wao, wengine wametoa mabibi zao, wengine wametoa mabwana zao ndio kwenda nayo mali yote. Wewe nimekufanya ukue clone venye unataka. Alafu unaniambia uzitoa sacrifice ah, miungu nafurahishwa na pesa tufani, tufani wewe unaletea mchezo kazi ya miungu, si ndio? Unaona mimi, acha niende. Hata nyanya, siwezi kuchukua nyanya. Hapana, mimi nataka damu damu ya binadamu ambaye ako hai damu, damu, damu ya mtu wa familia. Si chukua hata punda. Nataka damu ya mtu wa familia kama wewe, nataka damu, enda ulete ya bibi yako Aaa, mtoto, sina bibi naoaetasinauwezikosa Le sina wa familia ambaye o karibu naye <gibu> <gibu> miungu wananiambia umeanza kunidanganya na hiyo ku, ku, <gibu> hasira ya mtu <miungu, gibu> <utawana. gibu> hasira ya mtu unaona, naona mlikuja nyinyi wote mwanza kunidanganya ndio? Asira ya miungu itawa, itawa, mwagikia ninyi wote si ndio? <totototototototot> Ulikuwa ulikuwa nataka kusaidia miungu na nini, venye sasa umekuja hapa. Hebu niko na mtu nimeparara nguvu mingi hivi, nimesaidia nimeparara, ukiniangalia. Eh, alafu. Alafu, nasema, pesa na, Mungu anataka pesa Sheta wafanye kis. Nini pesa nifanye nini? Mimi nahitaji damu wa familia yako gani? Kwa wewe, wewe kazi yako ni nikwenda kushika vijana ni <laughs> ama, ama Wewe? wewe. Wewe sioni tukisaidiana sasa, ah, si. Wewe niona miungu ameanza kukasirika. Ah. Miungu ameanza kukasirika na hutapenda. Ah. Miungu ameanza kukasirika na hutapenda sasa. Sitawapea pesa. Mungu hachukui pesa. Ah, Atu... Kama unataka pesa, miungu ndio anakupatia pesa. Miungu hataki pesa. Mimi sitaki. Wewe, kitu ambacho unaweza kumpatia miungu ambao itawafurahisha ni damu, si pesa. Okay, unaweza chukua damu ya paka. Una wewe wewe, sasa ni mimi nalikwambia nataka damu ya paka. Unajua damu ya panya inakaa kama ya binadamu hapana, kuna sita. kitu kama hiyo kama hiyo uko na nani na e? mtu wa familia ambaye mko karibu naye mimi ni ofan. Wewe uko na mtu wa mgani wa familia ambaye uko karibu naye, mimi tu. Unaelewa wapi basi? Ama ni kwa take kidney. Hiyo ni michezo sasa. Hiyo hiyo kwa sasa tuone tukisaidiana. Hiyo mimi sio ndio kusaidia. Mimi naona nikurudishe mwenye ulikuwa kitambo uh -huh. ndio sasa umekuwa umekuja ukikuwa serious. Utanirudishe lakini kitu mimi nilikuwa naomba eh. Grant me the wish. eh. Nikuwe kama semenya. Nikuwa kama semenya? Ndio ushike vijana? Ufanye nao nini vijana ukishashika? Huko kwa waziri ama rais mpate usaidizi hapa unaa kila, kila, kila polisi anakuanga na kitengo chake. Hiyo nimeelewa. Hiyo unajua? Na hapa mimi sioni kama viko safe. Viko safe kweli? Hapa hakuna kitu ambaye inaweza kukushtua. Hapa Mungu amezunguka kila mahali. Hapa tuko salama salmi. Hapa hakuna kitu kitakusumbua. Hapa ni palipangu. Hakuna mtu anaingia hapa bila mimi kujua. Nataka nirudishe ni kwe ni kwe sasa mimi. Ukue wewe ni kwe sasa, tuongee vizuri halafu nikisharudisha tena sasa sa tuongee biashara, ungeuza ni kweli kama semeni. Kama uko ah, yeah, na damu unaleta mimi, nitakubadilisha sasa. Ni ukinibadilisha alafu na utatoa nini? Hapana, lazima tusikilizane, lazima tusikilizane kitu tunataka kuanza. Ndio mambo, mara ya kwanza bwenu ulifika hapo. Okay, kana watu ukaanza kuleta mchezo gani hiyo? Utamchukua kiateka ni nani? simu ya familia yako Asi, sasa ni kama family naishi kwa nyumba yake ah, kuna kitu kama baba na mtoto wake. Ili miungu wafurahi, lazima utoe mtu ambaye karibu na wewe. Unanisikiza? Ah, ah. na na hayo ni mambo ya michezo ambayo miungu haipendi. No, no, no, nikubadilishe. Okay. Wewe nitakubadilisha ukue ng'ombe utoke hapa sasa.

Tutulie kwanza, tulia. Hata miungu itembee kwanza. Uko tayari? Uko tayari? Rudia maneno ambayo nitasema nyuma yangu na sikiza vizuri. Nyuma yako, tena tena, nyuma mani..., yako nikirudia nini Rudia maneno ambayo nitasema nyuma yangu Umesikiza? Nyuma yako tena. Mimi sio hiyo chama. Nataka ni wewe umeanza umeanza kusumbua sasa. Nyuma yako. Nasema, nasema, nagani, nasema kitu alafu unafaa kurudia. Unanisikiza? Oh, unafaa kurudia. Unarudia nyuma yangu. Oh, nikaje. Na wewe ni askari ambaye amesoma kweli? Ni sawa. Wewe umeanza kusumbua mimi. Wewe tukiendelea hivi utakasirika. Mambo mambo ambayo unasema si nirudie nyuma yako. Ama man, I'm not a gay. Funga midomo na unyamaze. Oh, okay. Utarudia mara sita, unanisikiza? Sawa, utasema maneno ya mara sita, sawa? Unajua, unanishangaza waganga siku hizi, mko na simu. Okay, narudia. Wewe utatoka pukiwa ng'ombe kama uja. Unaanza kunikasirisha sasa. Oisoke isoke, okay. okay. Joi, joi, joi, rudia maneno ya mara sita haraka. Joi, joi, joi, joi Joey, mwana sasa, vitu ambavyo ungi naweza fanya mm? Umeona umepata ufanya nini? Sasa, na. Kuna mtu kunafuata wewe mwenye kuambia asemenya, so I want, I want to be that guy so that I can move, ndio, I can move the moves. Bwana, mnakwenda nini askari, mna bunduki ambayo mnaweza kuwa nao au majangili. Na, forget about bunduki my friend, forget about bunduki. In fact, where is my toothpick? Wewe ulikuja hapa kutafuta toothpick, kama kutafuta miujiza. I know, I know, but toothpick ni hapo. Wait, wait, wait, kule kwanza, my friend Nawe no, kan Aha. Uh-huh. Okay, sawa. Sema sasa. Sasa nikusikize kusikize. So utataka tena hapo kwa sinema. Aha. Hmm. Kwa sababu uh-huh, um, kuna vitu uh anafanya uh-huh, na kuna mtu alitupatia information. Aha. Uh-huh. Atuelewe tunachanganyikia. Nani alipatia information? Ah, forget about yo. Kuna mtu anajua hapa mambo ambayo inafanyika hapa si mambo ambayo inafichika. Bwana, huyo mtu ambaye alipata information, hawezi wasaidia kupata yule mwingine. Ule ni mfanyikazi wa mfanyikazi wa nani? Semenya. But sasa. Okay, me... sawa. Na <laughs> yeye anasema virusi, Semenya, Aha. Uh, alikufa, Aha. Kama alikufa. Mbona mtaka kumshika? Unajua, wewe, wewe kuna vitu ambavyo, kuna vitu ambavyo mingi sana unanificha hapa. Na unajua miungu hapendi kufichwa vitu sana. My friend, na, uta kasiri, uta, utanga kunikasirisha hapa na nilikwambia nitageuza ng'ombe. Umefikiri ni mchezo sindio? Umeanza Uman, kutishia miungu, najua. Najua. Najua miungu sasa. Najua, najua. Sasa, isonge. Wachana na huyo hapo huyo atafanya kazi ile wakati ambayo mimi nitamwambia sasa. Huyo ni wangu. kama, kama, kama, kama, kama, unafunga paka. Unafunga huyo um, ndio mimi nafuga hapa. Huyo muache hapo akae hapo pali yako. Huyo ni wangu. Najua kazi yake. Nani huyo? Ukieza kunisumbua utajua kazi yake. Na watu tulikuja nao hapa <laughs> <laughs> na na ita, ita. Okay, sasa. Kitu dakika moja tu. Sasa nikusikiliza wewe ni mm. Nimeona unaweza mimi kubadilisha ukue kama Semenya, ni kitu ya dakika moja tu. Inamaanisha badilisha wengi wengi, nimekwambia nimebadilisha wabunge wengi, nilibadilisha wakue wakue kama wengine. Okay. Sawa. Nanisikiza vizuri sana. Ndio, nakusikiza, na nitakubadilisha kama utafuata masharti ambayo nitakupatia. Tayari kufuata masharti? Tarehe uh -huh. kama imefika kamba nne kata ingine unipatie. Uko tayari kufuata masharti ambayo nitakupatia masharti? Unataka kuwa kama Semenya, mimi nilikwambia hapo kwa sacrifice human. I don't. ah. Hakuna venye tutasaidiana basi. Umeanza kunitishia sasa, sindio? Umekuja naweza fanya nguvu zangu, msitoke hapa. Huyu nyoka anatulia tu hapa, anangoja kazi. Ama mko naambia kushinda nyoka si Sina nice doing business with you. Ah, imekuwa jambo zuri lakini mm -hmm. Ukirudi hapa tena una na watu wengi na watu umekuja nao, sasa sitakuja na wao. Mm hapa -hmm. Nataka hapa unakuja wewe peke yako ndio tuliongea na wewe. Unasikiliza? Sawa sawa. Kwa hivyo ukirudi hapa sitaki kuona watu tena. Yes. Otherwise hiyo kitu na ambayo unataka mm hiyo -hmm. Ni jambo rahisi. Sawa? Sawa. Aya.